Alhasil, katika neema bora na katika Uislamu bora ni kumsalimia unayemjua na usiyemjua, na pindi unapokuwa na tabia ya kumsalimia usiyemjua, inaonyesha ya kwamba huthamini mtu kwa mali, huthamini mtu kwa sababu ni jamaa yako, huthamini mtu kwa cheo chake, huthamini mtu kwa umaarufu wake, umemthamini kwa sababu ya kalima aliyetamka ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah na ndo maana ikawa ndo Uislamu bora. Ayuhal mu'min, ni sunna kusalimia mtu, lakini pindi wewe unaposalimiwa ni lazima ujibu. Ar-rasul al sallallahu alayhi wasallam ametueleza tutangulize kwa salamu na tuwasalimie tunaowajua na tusiowajua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa upande mwingine atulazimisha, ikiwa we umesalimiwa, pokea salamu, usianze kujiuliza maswali yataka nini kwani yeye anijua? Ameniona wapi? Haya hayamo katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wataala asema, wa idha huyitum bitahiya, na ikiwa mtakuwa ni wenye kupewa tahiya, yani mmepewa salamu, fahayu bi ahsana minha au rudduha, au rudduha. Allah subhanahu wataala asema mbidi, mtakapopewa salamu, basi jibu salamu vile vile ulipopewa salamu, au kuwa bora zaidi. Mathalan, mfano wake Allah subhanahu wataala akwambia, mwanzo mpatie salamu bora zaidi. Huwezi kuipokea ukampa salamu bora zaidi, basi mpatie vile vile alivyokusalimia. Mathalan, mtu amekwambia assalamu alaikum, na wewe waambiwa ahsana minha, wambia wa alaikum assalam wa rahmatullah, umekuwa ni bora zaidi. Huwezi kusema hivyo, mwambie tu wa alaikum assalam vile vile, au fanya bora zaidi, uongeze ukiwa ni mwenye kuambiwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na wewe utaleta bora zaidi, utamwambia wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu. Hiyo ndio bora zaidi, huwezi basi, jibu vile vile ulivyopewa. Na hapa nipo nitoe tambihi ya kwamba namjue kutoa salamu ni sunna, lakini kujibu na kuipokea salamu ni wajib, na pindi unapokataa kupokea salamu, basi ujue ya kwamba